Ya watu maisha ya watu ambao wameishi katika neno la Mungu, ule msimamo, yale ya maisha, ule utaratibu wa kuishi, ule utaratibu wa kufanya ibada, ule utaratibu wa kuvaa, ule utaratibu wa mwenendo wa maisha ya kila siku ya wale watu waliomcha Mungu, kama ule, ule utaratibu kwako umeleta tija, ukiendelea kusimamia ule utaratibu, ukiendelea kusimama nao ule utaratibu, ukiendelea kuelekeza, yaani inabidi ukishausimamia mpaka uanze kuwafanya watu wengine waanze kwenda vile huko ndo kumtetea, yani kumtetea Yesu, sio kubaki nacho wewe mwenyewe unachokijua kwamba ni sahihi. Ah, kila unachokijua sahihi uanze kukiingiza kwenye fahamu za watu kwamba. <coughs> Ah, haleluya, mtu wa Mungu ulie mahali popote ulimwenguni, ya nataka niongee kwa ufupi sana. Nataka uh, nikueleze maana halisi ya kumtetea Yesu. Unaposema mtetee Yesu, mtetee Yesu, mpiganie Yesu, mtetee Yesu, simama na Yesu. Tukiongelea kumtetea Yesu tunaongelea kutetea kusudi jema, tunaongelea kutetea msimamo sahihi. Tukiongelea kumtetea Yesu tunaongelea kutetea jambo ambalo lina matokeo chanya, awe analifanya yoyote, aliyeko mahali popote, liwe na hatari vyovyote, liwe na ugumu vyovyote, liwe na namna za kutoeleweka na watu wa idadi yoyote. Tukisema kumtetea Yesu, hata kama wanaopinga ni taifa zima, lakini unatakiwa utetee ule uelewa sahihi utetee ule ufahamu sahihi, utetee lile jambo sahihi ambalo wamesimama nalo mtu au ambalo Biblia imeliagiza. Hata kama wengi madini dini na dini, yaani madhehebu kwa madhehebu, hayaliungi mkono, hawaambatani nalo, hawalifanyi vile, lakini wewe kulisimamia lile kwamba utaratibu wa kumwabudu Mungu ni huu, kwamba watu wakimbie kanisani watu wabaki kanisani, watu waondoke, waseme wewe mchungaji hautakuja kuwa na watu, wewe ni na misimamo yako hiyo, amna hata kuja kukufuata. Hata mamia kwa maelfu wa watu waondoke, ukibaki na ule msimamo, manake we pale ndo unamtetea una Yesu, kwa maana yeye anasema, mimi Yesu ndimi njia ya kweli na uzima, mtu hataenda kwa Baba ila kwa njia mimi. Manake sio, sio njia imechongwa ya, tu, ya, njia, ya alami hapana, ni njia ya utaratibu wa maisha wa kuishi. Ngoja, kama ni utaratibu wa kuishi, yeye kuna namna aliishi ambao sisi tunataka tuishi Yesu. Kuna wakati wa Yahudi, kwa ni wengi kwa wengi, walikuwa watu wengi wanabishia kwamba hivyo hapana, hivyo hapana, ni hivyo ndo tumeng'amua kwamba wewe una pepo. Yani yale ndio amna, hivyo ndo mnaniaibisha mimi. Kama mnanikataa kuniamini mimi, ziaminini kazi zangu, kwa kwamba mimi nimetumwa na Baba ni kwamba alikuwa anajaribu kutetea msimamo mwema. Njoo nikusomee kwenye kitabu cha Yohana, mtakatifu sura ya sita, nitaanzia sura mstari wa 60. Anasema hivi: basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia, walisema neno hili ni gumu, ni nani aweze kulishika kulisikia? Na Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake walimnung'unikia, walinung'unikia neno hilo, akawaambia: je, neno hili limewakwaza? itakuwaje basi muonapo mwana wa Adamu akipaa huko aliko, aliko, aliko kuwako kwanza. Roho ndio ita uzima, mwili haufai kitu. maneno hayo ni aliyowambia ni lo tena nili maneno hayo niliyoambia ni lo tena ni uzima, lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini kwa ma, kwa maana Yesu. Naomba nirudie tena lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini wa, kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini wa. Sasa hapo akaendelea kuongea. Sasa twende sitini na sita. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, je, ninyi nani mnataka kuondoka? Lakini sasa Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? wewe unayo maneno ya uzima milele. Sasa sabini. Yesu akawajibu tena Yesu akawajibu, je, mimi sikuwachagua chang, ninyi tena shara na mmoja wenu ni shetani. Alimnena Yuda. Sasa hiyo ni moja lakini kuna nyakati na sehemu nyingi ambapo Yesu alijaribu kutetea na no. Ukienda kusoma hii sura ya saba hii utaona wanamwambia kwamba hapa na hivi ndo tumeng'amua Yesu ya kwamba wewe una mapepo. Naomba niitafute hapa hapa. E, eh, huyu ndiye Kristo Eh, sura saba itwende mstari wa ishirini na tano. Basi baadhi ba, ya watu wa Yerusalemu wakasema waka, je huyu siye mwanaye wanayemtafuta ili wamue na kumbe ananena waziwazi, wala hamwambii neno, yamkini hao wakuu. Sasa kwa sababu ya mda wangu ni mchache, lakini ukiisoma hii sura utaona vile ambavyo Yesu anajibizana nao, wanajaribu kuutetea ule msimamo sai. Sasa huku ndo kumtetea Yesu kwenyewe, kumtetea Yesu kwenyewe sio kuitetea dini yako hata kama mmepotoka, kwamba sisi vitambaa ndio vyani vitambaa hivi na kuvaa sketi za mali ndani, hivi hivi ndio mwenendo kwenyewe. Aa, kumtetea Yesu ni kutetea msimamo sahihi ambao umethibitika uleta tija katika katika maisha ya watu. Maisha ya ya watu watu ambao wameishi katika neno la Mungu, ule msimamo, yale ya maisha, ule utaratibu wa kuishi, ule utaratibu wa kufanya ibada, ule utaratibu wa kuvaa, ule utaratibu wa mwenendo wa maisha ya kila siku ya wale watu waliomcha Mungu kama ule utaratibu kwako umeleta tija, ukiendelea kusimamia ule utaratibu, ukiendelea kusimama nao ule utaratibu, ukiendelea kuwaelekeza yani, inabidi ukishausimamia mpaka uanze kuwafanya watu wengine waanze kwenda vile, huko ndo kumtetea. Yani kumtetea Yesu sio kubaki nacho wewe mwenyewe unachokijua kwamba ni sahihi. Ah, kila unachokijua sahihi waanze kukiingiza kwenye fahamu za watu, kwamba watu waanze kuona hivyo waweko watu wengi makumi kwa maelfu, naona hapa Yesu, wengine waliondoka, lakini kuna watu walibaki na mtazamo ule ule, kwamba ni kweli, ni magumu, lakini hatuachi kuyafahamu kwa namna hiyo hiyo. Ndo maana kwa ufupi sana, sitataka nieleze sana, lakini kwa ufupi sana, hiyo ndo maana sahihi ya kumtetea Yesu. Huko sasa, huko ndo nasema wewe, huko na mtetea Yesu, unatetea msimamo sahihi. Umsimamo sahihi ambao Yesu aliutetea hapa ndio ambao aliempelekea mwisho wa siku aje uawe. Anaposema kwamba asiyeula mwili wangu na kunywa damu yangu, wakasema wewe, wewe unaanza kututania wewe. Yaani hivi ndo tumejua kama kweli, kumbe una mapepo. Tupo kwa nasema una mapepo, tuko na hisi tunakosea. Lakini yani, weka mwili wako kadogo wako nani aje akali. Sasa hivi na kuonyesha maana sahihi ya kumtetea Yesu. Kumtetea Yesu kwenye ndani yake kumebeba hatari, kumebeba ugumu, kumebeba dhiki na shida, kumebeba hatari za kukimbia na kujificha mahali kwa mahali. Kutetea tu msimamo wa sasa. Ninapokuambia msimamo wa sahihi ni hivi tu, kama kwenye kipindi tulichokuwa Tanzania, kama kuna watu wanauawa, kuna watu wanapotea, kuna watu yani, kuna watu wanaonekana si watu, ni kama kuku. Sasa utokee mwananchi ambao unasimamia una, kwamba hapana kuua watu, kuua wananchi yenyewe yenyewe, hii hapana, hii sio neno la Mungu una, kila kuhupanga, kuhupanga. Sasa, na kila uwae kwa upanga atakufa kwa upanga sasa kuusimama na huu msimamo usiku na mchana, huko ndo kumtetea Yesu. Kumtetea Yesu sio kutetea kuimba kwaya tu. Kumtetea Yesu ni kutetea msimamo sahihi juu ya ubinadamu wa watu, kwamba hapana kutekana tekana, kuuana uana, na kunyimana haki ya kuishi. Sio binadamu, ili sio neno la Mungu. Yaani, unasimamia usiku na mchana e, huko huko ndo kumtetea. Unaona baba, hatari kama hichi kipindi tu, kuongea kwa habari ya watu, kama kuna watu wanauawa, kuna watu wana, kuna watu kuna watu wametekwa, eh, ni shughuli fulani vingumu sana ambayo ni siku yoyote tu tunakuwa tunakuwa tupo na wewe, lakini sasa uko kwenyewe. Ndo kumtetea Yesu. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nanyi, amen.